Asanteni kwaya, tushirikiane wote kuimba, tushirikiane wote kuimba wimbo namba mia tatu na sabini na nne nchi nzuri ya meta meta

Mwanadamu, aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, na yeye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa; ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa, na Bwana ametwaa Jina la Bwana lalihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni, kwa kuwa ndugu yetu huyu Mchungaji yohana Vicent Titu ametwaliwa kutoka maisha haya. Basi tujinyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba hivi: Wewe Bwana umekuwa makao yetu, kizazi baada ya kizazi kabla haijazaliwa milima wala hajeumba dunia na tangu milele na hata milele, ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo, rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Wawagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi achipuka na kumea, jioni anakatika na kukauka maana tumetoeshwa kwa hasira yako na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, siku za miaka yetu ni miaka sabini, na ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini, na kibuli chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mala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 bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka Vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo, amen. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama katika Adamu anakufa kadhalika, katika Kristo watahuishwa. Lakini kila mmoja na mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakobatilisha utawala wote na mamlaka na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, na Yesu mshindi wa mauti anasema, amin, amin, nawaambia yeye alisikie neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin, nawaambia Saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya wa mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno haya, kwa maana saa yaja, ambayo wote walio makaburini watasikia sauti yake nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huwa ufufuo na uzima yeye aniaminie ye, mimi ajapo kufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Ameni. Washarika, kaeni. Basi tutaimba wimbo namba mia na hamsini na tatu ninapenda kwenda zangu. Wimbo namba mia na hamsini na tatu

Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristu apewe sifa. Basi wapendwa, tutoe pole nyingi kwa wafiwa, hususani Mama mchungaji pamoja na watoto, mama mzazi na ndugu wote, lakini zaidi sana kwetu sisi watumishi ambao tumeguswa na msiba huu katika familia ya kitumishi au katika familia ya wachungaji wenzetu. Mchungaji Yohana Titu mempendeza Mungu kwamba aponzike kutoka katika maisha haya. Ndio maana unakuta anapoguswa mchungaji mara nyingi, wachungaji wote tumeguswa katika familia hiyo. Basi, tuendelea kutoa pole kwa wachungaji wote wakina na watu wote waombolezaji na katika msiba huu nao, viongozi wetu tunaye baba askofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu pamoja na mama. Tafadhali baba, simama sharika ukuone. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. Bwana asifiwe. Asante, asante. Lakini pia tuna baba dini mstaafu Mchungaji Michael Kanju, tafadhali na mama na mama, mahali alipo Amen. Asanteni sana. Tunae katibu wetu mkuu Mwalimu Julius Madiga. Amen. Amen. Tunao wakurugenzi wetu, wakurugenzi wote mlioko mahali hapa, mkurugenzi wa fedha, lakini mkurugenzi wa chumi na mipango, asante sana. Tunao wakuu wetu wa majimbo, sasa wakuu wa majimbo pamoja na wenzi wao, tutaanza na jimbo la Pwani mama mama yupo pale alipo, lakini tutaomba wachungaji wote wa jimbo la Pwani waweze kusimama na washarika na wainjilisti kutoka jimbo la Pwani pale mlipo, tafadhali, msimame. washarika wote asanteni sana tafadhali mkae. Jimbo la Tambalale, Chungaji ndimbo nafikia na mama, mama yupo. Naomba wachungaji wote wa jimbo la Tambalale, wainjilisti na na washarika wote wa jimbo la tambalale